Mheshimiwa mgeni rasmi, zoezi hili ambalo linajulikana kwa jina la Samia Teachers Mobile Clinic limekuwa ni zoezi lenye tija kubwa sana kwa walimu wenye changamoto mbalimbali mbali, na kama alivyosema mkurugenzi msaidizi kutoka ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora kumekuwa na changamoto nyingi. Wakati mwingine changamoto hizi zimesababishwa na utendaji duni wa maafisa utumishi, lakini sisi walimu tumeendelea kuwavumilia na tumeendelea kuchapa kazi bila kinyongo, pamoja na changamoto zetu na leo walimu hawa unaowaona hapa mbele yako, mheshimiwa mgeni rasmi, wana matarajio makubwa na wanayo matumaini makubwa sana kwamba changamoto zao zitaenda kutatuliwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kweli changamoto zao zitatatuliwa kwa sababu mikoa yote tuliyopita, changamoto za walimu zimetatuliwa. Na changamoto hizo zimekuwa zikitatuliwa. Kuna ambazo zinatatuliwa papo kwa papo, lakini kuna zile ambazo zinachukuliwa kwa ajili ya utekelezaji zaidi. Kwa hiyo, mheshimiwa mgeni rasmi, pia nitumie fursa hii kuipongeza serikali ambayo inaongozwa na mheshimiwa Rais Dokta Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia zoezi hili lifanyike na kwa kuweza kuridhia wizara zote, wizara ya ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, ofisi ya rais TAMISEMI, wizara ya elimu sayansi na teknolojia, wizara ya fedha, pamoja na mifuko ya hifadhi ya jamii ikiwemo pia tume ya utumishi wa walimu makao makuu kufanya kazi hii. Kazi hii ni kubwa sana, mheshimiwa mgeni rasmi lakini mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweza kuisapoti kwa kuwa ana upendo mkubwa sana kwetu sisi walimu, na kutokana na hilo mimi, leo kwa kuwa tunaenda kuhitimisha, mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatufaa sana sisi walimu, na sisi walimu tutaendelea kumuunga mkono.